Mungu uliye mwema, mtakatifu, wewe ambaye unaendesha dunia unaongoza dunia na Tanzania ikiwa miongoni mwake, wewe Mungu ambaye ni mwema, wema wako haupimiki kwa kiwango chochote. Ni kuombeleza kwako, kukushukuru kwa ajili ya uzima unaotupa wa Tanzania asubuhi hii ambayo unatupa namna ya kukuwa pamoja ili Mungu wa mbinguni, kwa namna ulivyoweka msukumo wa ndani kwangu ili kusema na Watanzania, ili tuwe na namna ya pamoja ya maamuzi ya pamoja ya kuja mbele zako kwa toba, kwa sababu ya namna ambavyo tumepita kwenye uchaguzi ambao damu imemwagika kwenye ardhi ya Tanzania. Mungu asogea mbele za kwako. Sante kutupa nafasi ya fursa ya pekee kabisa ambayo katika hiyo tunataka kuitumia vyema tusaidie sasa kwa utukufu wa jina lako katika damu ya Yesu Kristo, amen. Ni kukaribishe uyo ambayo unaweza kuungana na, na mimi sasa, na imekuwa na msukumo wa ndani kabisa wa kuwakaribisha na kuwaletea wito wa toba kama Watanzania. Kwa nini? Kwa sababu damu yoyote ya mwanadamu inapomwagika ina kilio chake. Damu ya mwanadamu ni tofauti kabisa na damu ya ng'ombe na damu ya mbuzi na damu ya kuku. Hizi uh, zingine zinaweza zisiwe na kilio ambacho kinaweza kusikika, lakini damu ya mwanadamu ina kilio. Sasa damu ambazo zimemwagika uh, na kilio na kwa kweli, unajua kwa historia ya kila taifa ina namna inavyopita kwenye machozi, na kila damu iliyomwagika bila haki lakini bila hatia hubeba kilio kisichosikika kwa masikio ya kawaida, kilio ambacho masikio ya kawaida haiwezi kusikia hicho kilio, bali husikika kwa Mungu aliyechanua anga lake. Tanzania ni taifa lililojengwa juu ya amani, lakini pale damu inapotiririka damu inapotiririka damu inapotiririka kwenye ardhi kwa sababu ya siasa, kwa sababu ya chuki au binafsi, uwe na uhakika maadili ya utu yanafunikwa na kivuli cha giza la uovu, na ndio maana tunasema kukubali kosa sio udhaifu bali ni hatua ya kwanza ya hekima ya kitaifa. na, na, na, na, na, na mimi nataka nikusemeshe kidogo, ili tupate muda wa kuenda mbele za Mungu kwa toba. Nenda pamoja na mimi kwenye kitabu cha, kwenye kitabu kile cha Isaya kitabu kile cha Isaya kitabu kile cha Isaya, Isaya sura ya kwanza mstari ule wa kumi na tano. Kitabu kile cha Isaya Kitabu kile cha Isaya Isaya Isaya sura ya kwanza mstari ule wa kumi na tano. Uone kitu Mungu hapa, uone kitu Mungu hapa anasema uh, ili ili upate msukumo wa ndani wa kuungana na mimi ili tuweze kwenda mbele za Mungu kwa toba, kwa sababu usalama wa taifa umefichwa kwenye toba. Huo ndio ukweli, usalama wa taifa umefichwa kwenye toba kwa sasa, na toba ambayo inaweza kutuvusha kutoka hapa tulipo sasa kwenda mahali pengine, kwenda kwenye msimu mwingine. Kitabu cha Isaya sura ya kwanza mstari ule wa 15, kitabu cha Isaya sura ya kwanza mstari ule wa 15, mstari wa 15 anasema hivi: nanyi mkunjuwapo mikono yenu nitaficha macho yangu nisiwaone, na mwombapo maombi mengi sitasikia. Mikono yenu imejaa damu. kumi na sita. Anasema jiosheni, jitakaseni, ondoeni uovu wa matendo yenu usiwe mbele za macho yangu, acheni kutenda mabaya. Sasa, sasa Mungu hapa anazungumza na taifa, na ndio maana unaona anasema ninyi mkunjuwapo mikono yenu. Anaposema kukunjua mikono ni ishara ya kuhitaji msaada. Sasa anasema mkunjuwapo mikono yenu sio, sio ukunjuwapo, mkunjuwapo, manake, manake wengi. Ndo maana anasema anazungumza na taifa, ishara ya kuhitaji msaada, mnapokunjua mna, mna mikono yenu, na, napokunjua na, mikono yenu nitaficha macho yangu kwamba hatatazama matendo yetu ya kuonyesha mbele za kwake kwamba tunahitaji msaada wake. Hatatazama, sababu ni nini? Sikiliza, sababu ni nini? kwa nini atazame? Kwa nini atazame? Anasema hivi mwombapo maombi mengi sitasikia. Kwa nini atazami na kwa nini asikii? Moja ni kwa sababu ya damu, ni kwa sababu ya damu. Kwa, kwa hiyo mstari wa kumi na sita analeta wito Arua kumi na sita analeta wito. Anasema jioshe jitakaseni. Jioshe jitakaseni. Ondoeni uhofu. Ondoeni uhofu. Na mimi nimepata msukumo wa kuwaletea wito kama wa Tanzania. Kwa twende mbele za Mungu kwa tauba. Hii damu kilio chake kinasikika mbele za Mungu. Kwenye masikio ya kawaida ya mwanadamu hakisikiki. Na hata kikisikika tunaweza tusipate tafsiri ya kilio hiki ni nini. Lakini damu tunavyoendelea, nataka tu, tuwe na muda wa kutosha kuanzia leo na kesho mpaka Jumatatu, tuwe na muda wa toba kila saa kumi na mbili kila saa kumi na mbili asubuhi nitakuja mbele zako kwa ajili ya kuungana. Twende mbele za Bwana kwa toba, twende mbele za Bwana kwa toba ili tupate rehema za Mungu. Kwa sababu gani? Msisitizo wangu ni kukubali kwamba damu imemwagika na kukubali kosa sio udhaifu. Kukubali kosa sio udhaifu, bali ni hatua ya kwanza ya hekima ya kitaifa. Kukubali kosa sio udhaifu, usije ukajihesabu. Kwamba sasa tukikubali kwamba kweli damu imemwagika, tutafanyaje? Tunachoweza kufanya na ndio Mungu ameachilia, ameachilia rupo, ameachilia nafasi, ameachilia mlango wa kwenda kwa toba. Hakuna namna nyingine, ni, ni namna ya kwenda kwa toba. Na mimi nawaita Watanzania wenzangu, Tanzania ni ya kwetu, ikiharibika hatuna mahali pa kwenda. Hata kama tunapo mahali pengine pa kwenda, utakuwa ugenini lakini Tanzania ndio nyumbani, ndio mahali petu. Kwa hiyo nataka kuwaita, nataka kuwa, kuwapa wito, nataka kuwapa mzigo wa ndani wa kuona kwamba tuna haja ya kwenda kwa toba, hatuna namna nyingine tunaweza kuvuka toba kwa ajili yetu binafsi, lakini toba kwa ajili ya kanisa, toba kwa ajili ya viongozi wa kiserikali. Kwa nini? Kwa sababu hii damu ambayo imetokana na uchaguzi ikidai kilio chake kikatokea mbele za Mungu ikidai damu nyingine pasipo toba, watanzania tutaendelea kuuana. Kumbe lazima tuende mbele za Mungu kwa toba. Tunavyoendelea ntaendelea kukuonyesha madhara ya kuacha damu iendelee kutoa kilio ambacho hatujaomba toba, madhara yake ni makubwa. Nitakuonyesha swala la Kaini na Abeli, nini kimetokea? nitakuonyesha namna ambavyo tunakwenda lakini nataka tupate muda wa kuomba nakuonyesha kidogo neno la na Bwana kama ambavyo sasa Mungu anasema hata atasikia hata atafumbua macho yake kuitazama Tanzania lakini hata ataachilia masikio yake kusikiliza Tanzania kuna nini. Kwa nini? Damu kwa hiyo damu, damu inanena nini mbele za kwake imebeba kilio gani mbele za kwake? Ndio maana nawaita kama Watanzania nawaita tuungane pamoja tende mbele za Bwana kwa toba. At, kwenye Warumi ile sura ya tatu, Warumi sura ya tatu mstari ule wa ishirini na tatu anasema kwa sababu wote wametenda dhambi. Kwenye huo mstari hakuna anayeweza kujiengua kwenye hili kwamba mbona sio mimi, mbona mimi sikuhusika. Hakuna anayeweza kujiengua, ndio maana anasema kwa sababu wote wametenda dhambi wamepungukiwa na utukufu wa Mungu. Lakini ukiangalia ile Zaburi ya hamsini na tatu, Zaburi ya hamsini na tatu ule mstari, Zaburi ya hamsini na tatu ule mstari wa tatu anasema, kila mtu amepotoka, wameoza wote pamoja, hakuna atendaye mema ra hata mmoja. Biblia inakili kwamba huwezi kujiondoa, huwezi kujitenga kwamba waliosababisha sio mimi, waliosababisha damu zimwagike sio mimi. Hauko salama Hakuna aliye salama. Usalama wetu uko kwenye toba, na hii ni toba ya kweli ya kitaifa. Hii ni toba ya kweli ya kitaifa. Inawezekana kila mtumishi anaweza kusimama, kila mtu kwenye nafasi ambayo Mungu amemuitia. Wa wengine wanaweza kutoa matamko na wengine wanaweza kutoa utabiri na kadhalika, lakini mimi nimesogea mbele za kwako kwa, kwa nafasi yangu kwamba lazima tuende kwa toba, kwani damu iliyomwagika damu iliyomwagika inanena nini? Inakilio gani mbele za Bwana? Hivyo lazima tuende mbele za Bwana kwa toba. Ndio maana nakukaribisha kwa kuungana nami, kubali kuungana nami kama Mtanzania ili tuende mbele za Mungu kwa toba, tutubie. Hii damu iliyomwagika ili I, iwe sawasawa tuwe salama kwa ajili yetu na kwa ajili ya vizazi vyetu, tuwe salama kwa ajili ya leo na kwa ajili ya kesho, sio tu kwa ajili ya muda huu, lakini kwa ajili ya leo na kwa ajili ya kesho, ili tuwe salama. Ndio maana nawaita watanzania wenzangu mahali popote, mikoa yote, wilaya zote, kata zote, tarafa zote, vijiji vyote, tukubaliani kwenda mbele za Bwana kwa toba. Haijalishi, huwezi kuomba kwa muda mrefu, haijalishi, lakini hata maneno mawili ya toba, kwamba Mungu uturehemu, kama Watanzania uturehemu kama taifa. Hii damu iliyomwagika kwenye ardhi, damu iliyomwagika kwenye ardhi ambayo kwa kweli haina haki, bila haki, bila hatia. Kuna watu ambao wamekufa lakini hawakuwa washabiki wa chama. Kuna watu ambao wamekufa lakini hawakuwa kwenye maandamano. Kuna watu ambao damu yao imemwagika lakini hawakuwa na chochote kwenye swala la uchaguzi, lakini damu yao imemwagika. Imemwagika ina nena nini? Ina nena nini mbele za Bwana? Ninawakaribisha, karibuni, tuende mbele za Bwana kwa toba, tumwombe Mungu atusamehe. Kusomea Mambo ya Nyakati wa Pili, Sura ile ya saba mstari wa kumi na nne anasema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya saba Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya saba mstari ule wa kumi na nne Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya saba mstari wa kumi na nne anasema hivi, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso wangu na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Sasa anatusamehe dhambi gani? Anaiponya nchi kwenye nini? Anatusamehe dhambi ya damu iliyomwagika, lakini anaiponya nchi kutokana na kilio cha damu. Na anasema wakijinyenyekeza na kuomba, maana yake tukiomba toba, kujinyenyekeza mbele za Bwana ni kuomba toba ni lugha ya kibiblia ya agano la kale. Lakini kujinyenyekeza mbele za Mungu ni kuomba toba, na kama ni kuomba toba, manake Mungu anasikia, na anavyosema kwamba tukishaomba toba na kutafuta uso wake na kuziacha njia zetu mbaya na kuacha hasira na kuacha chuki iliyobebwa kama Watanzania, tukaacha atatusamee, na akisha tusamee, anaiponya nchi. Akisha iponya nchi, uwe na hakika tunaingia kwenye msimu tukiwa salamu na tukiwa salama maana yake tutaendelea kufurahia uwepo wa Mungu katikati ya nchi yetu. Toba inarudisha uhusiano wa Watanzania na Mungu, tunarudisha uhusiano. Ndio maana ni muhimu, umepata huo msukumo wa kukusomesha. Twende mbele za Bwana kwa pamoja, tumuombe Mungu atupe toba, atukubalie. Tunapokwenda kwa toba, atukubalie kama Watanzania. Wewe unayenisikiliza uh, uh, uh. We umenisikia lakini, unaweza kumsikilizisha na mwingine, ili kwa pamoja basi twende mbele za Bwana kwa toba. Nimekwambia kila saa kumi na mbili kuanzia leo nitakuwa na kuja mbele za kwako kwa ajili ya maombi ya toba ya taifa letu, kwa ajili ya maombi ya toba ya nchi yetu na toba. Tunaomba toba ya kwako binafsi, unaomba toba ya kanisa. Kwa nini? Kwa nini? Kanisa, inawezekana kuna mahali kanisa tuliacha mwanya, tuliacha nafasi yetu ya kusimama kama kanisa tu, tuliacha na sisi tukaingia kwenye ushabiki, na sisi tukaingia kwenye upenzi kwa namna hiyo, tukajikuta tumeacha nafasi wazi na shetani akaamua kuitumia. Ndio maana lazima tutubu kama kanisa, lazima tutubu kama kanisa, lazima tutubu, lakini lazima tutubu kwa ajili ya viongozi ambao tulitegemea tusikie wakisema, twende mbele za Bwana tumwombe tu, Mungu atusamehe. Lakini haisikiki tena sauti ya kitaifa ya namna hiyo. Nimekuja kwa ajili ya sauti hiyo ya kitaifa ya kuomba toba ya kuomba toba ya kuomba toba. Hatuna namna tunaweza kupona, hatuna namna tunaweza kuvuka, hakuna namna. Kama Watanzania lazima tuende mbele za Bwana kwa toba, tuende mbele za Bwana kwa toba, kwa sababu amejawa rehema na neema. Ninakukaribisha sasa tuende mbele za Bwana Mungu wetu mwema, mtakatifu, katika damu ya Yesu Kristo asubuhi hii unapotupa nafasi ya pekee ya sisi kuja mbele zako kwa toba, na mimi ulie nifanya sasa kuwa kuhani wa taifa ili nisogee mbele za kwako kwa toba na kuja kwa unyenyekevu mbele za kwako kwa katika damu ya Yesu Kristo, ninaomba rehema binafsi. Yawezikana nimewaza, yawezikana nimefikiri, yawezikana nimeungana kwenye ushabiki, yawezikana nimeungana kwenye kuhamasisha kwenye ili yaliyotokea yatokee, ninaomba toba Bwana, katika damu ya Yesu Kristo. Unasema kwenye Mambo ya Nyakati wapiri, sabako, unasema, wa pili saba kumi na nne unasema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu wakijinyenyekeza wakaghairi mabaya yao utatusikia, uta sio tu kutusikia, lakini utaiponya nchi na kutusamehe. Nimesogea mbele za kwako, unirehemu na kunisamehe katika damu ya Yesu Kristo, kipindi chote cha uchaguzi. Unirehemu Bwana, unisamehe kwa damu ya mwana kondoo. Na mimi Mungu wa mbinguni, ninaomba toba kwa ajili ya kanisa katika damu ya Yesu Kristo, mahali ambapo kanisa liliacha kukaa pamoja na kulishauri taifa na kulishauri taifa na kulisaidia taifa, kwa damu ya Yesu Kristo, kanisa likaingia kwenye ushabiki, likaingia kwenye upenzi. Mungu wa mbinguni, ninaomba toba katika damu ya Yesu Kristo, ninaomba toba kwa damu ya mwana ndoo unasema we mwenyewe kwenye Isaya mstari wetu wa msingi tunaoanza nao kwenye Isaya moja kumi na tano na ile kumi na sita Kumi na tano unasema, kwa sababu ya damu sisikii, kwa sababu ya maovu sintasi Yesu, tumekuja mbele za kwako. Usipotusikia tunaponea wapi? Usipotusikia tunakimbilia wapi? Tunaomba toba, uturehemu Bwana kwa damu ya Yesu. Mstari wa kumi na sita kwenye Isaya moja unatukaribisha, unasema jiosheni jitakaseni. Mungu, tumekuja kwako kujiosha, tumekuja kwako kujitakasa, utusamehe kwa damu ya mwana kondoo, katika damu ya Yesu Kristo utusamehe, kwa ajili ya damu iliyotokana na uchaguzi utusamehe Uturehemu, utuoshe. Damu yako ya mwana kondoo inayonena mema, inene utakaso wa kitaifa, inene utakaso, inene utakaso kwa damu ya mwana kondoo. Tupe utayari kama Tanzania kuja mbele za koba, tupe utayari kwa damuysto kwa damu ya mwana kondoo, katika damu ya Kati Yesu unawasembesha wana wa Israeli, akini damu kwenye miimo nitapita, na sisi tunaachilia damu damu Tanzania kwenye mipaka kwenye mipaka yetu yote, tunatia damu ya Yesu ili upate kupita tena na kutusaidia tunapokuja mbele zako toba katika damu ya Yesu Kristo, damu ya Yesu nayoweza kutusaidia ili kuondoa hivi vilio vilio ambavyo vimekuweko, vilio vya damu za watu wasio na wasio na hatia, damu za watu ambazo zimemwagika kwa ardhi. Vilio vya damu vilio vya damu vilio vya damu, tunaomba toba, tunaomba toba, uturehemu Kristo Yesu, uturehemu Mwokozi, kwa damu ya Mwana Kondoo, damu yako inayonena mema iwe tayari kutusaidia na sisi Mungu wa mbinguni, kama wa Tanzania tumekubali kosa kwamba damu imemwagika. Kukubali kosa sio udhaifu, bali ni hatua ya kwanza ya hekima ya Kimungu na hapo ndipo tunapopata umuhimu wa kutosha wa kurejesha uhusiano wa taifa la Tanzania na wewe Mungu baada ya matokeo haya, baada ya matokeo ya kumwagika kwa damu katika ardhi ya Tanzania. Tunaomba toba mbele za kwako, tunaomba toba. Kristo Yesu uturehemu Bwana, uturehemu Bwana na Mungu wa mbinguni tumetenga hizi siku ambazo ni kuanzia leo Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi, Jumapili na Jumatatu. Tumezitenga siku hizi, Mungu wa mbinguni, kwa ajili ya toba. Kila asubuhi tunasogea mbele za kwako kwa, kwa ajili ya toba katika damu ya Yesu Kristo. Tupe huo moyo wa ndani, tupe utayari wa ndani wa kuja mbele za kwako kwa toba kama Watanzania, ili upate kutuponya kwa damu ya Yesu Kristo, upate kutuponya kwa damu ya mwana kondoo, hizi damu ambazo zimeta kwenye ardhi ya Tanzania, zimetapakaa kwenye ardhi ya Tanzania. Watu wengine wana machungu mpaka sasa ya kupoteza ndugu zao, ya kupoteza watu wao. Kwa damu ya Yesu Kristo, hii damu, hii damu tunaomba toba, uturehemu, uturehemu, uturehemu ututakase kama Watanzania. Ingilia kati Mungu wa mbingu na nchi, ingilia kati Mungu wa mbingu na nchi, ingilia kati Mungu wa mbingu na nchi, katika damu ya Yesu Kristo. Na sisi ambao tumekubaliana na wewe Mungu wa mbinguni ile siku ya mwisho tutaachilia sadaka ya kukuonyesha kwamba tuko tayari. Mungu uingilie kati juu ya tanzania yetu, utuondolee vilio utuondolee vilio ambavyo kwenye masikio yetu vinaweza visikisikike, lakini hata vikisikika kwenye masikio yetu tunaweza tusielewe kilio kina maana gani, tunaweza tusielewe. Lakini mungu wa mbinguni kwenye masikio yako, we mungu uliyetengeneza hili yango, ukatengeneza nchi ukatengeneza kila kitu hivi vilivyo vina maana kwako, vina tafsiri kwako, lakini sio kwetu. Lakini kile ulichoachilia ndani kwangu ni kwa kwa toba, kwama lazima tuende mbele za bwana kwa toba kwanini? Kwa ajili ya usalama wa Tanzania, kwa ajili ya usalama, kwa ajili ya usalama wetu. Katika damu ya Yesu Kristo tumesogea mbele za kwako. Uturehemu Bwana, uturehemu Bwana, ututakase Kristo Yesu, katika damu ya mwana kondoo, katika damu ya Yesu Kristo, katika damu ya Yesu Kristo. Hii Roho ya toba, uruhusu Mungu itembee kwa Watanzania. Kila anayepata nafasi asogee mbele zako kwa toba, kila anayepata nafasi asogee mbele zako kwa toba. Huu ni wito wa kimungu kwa damu ya Yesu Kristo. Huu ni wito wako Mungu kwetu kama taifa, kwamba tuje mbele zako kwa toba. Achilie, achilie hiyo Roho ya toba kwa kila Mtanzania, kwa damu ya Yesu. Haijalishi yuko kazini, roho ya toba. Haijalishi yuko nyumbani, roho ya toba. Haijalishi ni mwanafunzi, roho ya toba. Haijalishi ni kiongozi kwa nafasi yake, roho ya toba, kwa damu ya Yesu Kristo ili tuweze kuwa salama na kuvuka hapa, tunavuka kwa toba katika damu ya Yesu Kristo, katika damu ya Yesu Kristo, katika damu ya mwana kondoo, damu ya Yesu inayofuta damu hizi zingine, yenye thamani kuliko damu zote, yenye thamani yenye uwezo wa kuhakikisha hivi vilio hivi vilio vimeondoka kwa damu ya mwana kondoo, vimeondoa vimeondoa kilio cha haki mbele za kwako, vimeondoka. Mungu wa mbinguni, tupe utayari wa kukaa pamoja kwenye hili ili tuje mbele za kwako kwa toba kwa damu ya mwana kondoo, katika damu ya Yesu Kristo. Mungu, mifumo yetu ya nchi imekaa kwa namna ya tofauti tena. Kwa nini? Kwa sababu damu iliyomwagika, na tusipotubu, maanake damu itaendelea kuwa na kilio ambacho kwenye hicho kilio, Mungu wa mbinguni, tutakosa kuendelea kukaa sawasawa. Mifumo inaweza isikae mahali pake. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya damu, na unatuambia kwamba damu inanena. Unamwambia Kaini ya kwamba mbona damu ya ndugu yako inanililia? Mungu wa mbinguni utusamee uturehemu Bwana, ututakase kwa damu ya Yesu Kristo. Ukubali tena kama Watanzania, tukubali tena kama Watanzania, hasa wakati huu tunaposogea mbele za kwako kwa kwa toba, tukubali tena kama Watanzania katika damu ya Yesu Kristo. Uturehemu kama Watanzania, ututakase. Tumekuja kujiosha, tumekuja kujiosha, tumekuja kujitakasa kwako, kwa sababu ya damu iliyomwagika, kwa sababu ya siasa, kwa sababu ya chuki binafsi, kwa sababu Yesu Kristo ya tunataka kutoka mahali hapa, tunahitaji toba, ndo maana tumesogea mbele za kwako. Uturehemu Bwana, kwa damu ya Yesu Kristo. Damu yako inayonena mema inene mema kwetu kama Watanzania, katika damu ya Yesu Kristo. Rehema zako ni nyingi mchana, rehema zako ni nyingi asubuhi, rehema zako ni nyingi kila wakati. Kristo Yesu, tutazame kama Watanzania, tutazame kama Watanzania, tutazame kama taifa, uturehemu uliotuita, tuita kwa jina lako, tumekuja kwa unyenyevu, uturehemu kwa damu ya Yesu Kristo, amen.